Haijarishi ulimsema vibaya, haijarishi dhambi zako ilikuwaje, haijarishi kwa namna yoyote, Yesu anakupenda. Haijarishi ni kwa na abudu dini, haijarishi ni kwa na abudu vitu vingine. Wakati huu kupitia mfano wa Nikodemus, aliyokuwa na anabudu Mungu, abudu Mungu asiyemjua mara pili, kunakuja kwa njia ya imani kumwamini Bwana Yesu, kumwamini Yesu, kumwamini Baba aliyemtuma na mwanaye Yesu Kristo ambaye alimtuma duniani. Nje yapo mtu ataendelea kuteswa na hizi roho ambazo zipo zipo na zinaendelea kuteza, roho za umaskini, roho za kukataliwa, roho za kufanyiwa, roho za kila namna, kwa maana unajikuta makabila sasa, kwamba kuna kabila fulani lina asili fulani, kuna kabila fulani lina tabia fulani, kuringana na miungu yao. Mpokee Yesu kweli kweli, amweke hulo, ndio kuzaliwa mara pili, manake roho atakavoshuka juu ya mtu huyu yeah, roho zile zilizokuwa zinamtesa zinatoweka, kwa sababu roho Mungu ndiye mwenye nguvu kuliko roho zingine ambazo zili, yeah, zilikuwa mzio zilikemo ndani yake zilizokuwa zinamtumbua oh, yeah. Sasa Yesu bado anaendelea kuwapenda watu wake akiendelea kuwaita katika pendo lake haija